tunashukuru sana kwa upande wa serikali ya Jamhuri ya Muungano munga wa Tanzania, na tukiongozwa na Mheshimiwa Anthony Mavunde ambaye ametusaidia sana katika kuhakikisha <coughs> jambo hili linakwenda vyema. Tunashukuru sana kwa mambo hayo. ili siku ya Alhamisi tutakuwa na ibada kubwa na watu wengi ambao watafika sehemu ambayo, uh, ambayo inaitwa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 Kwa, kwa kifupi ningesema kwamba tumeiachia mamlaka ya serikali ambao wenyewe wanaendelea na taratibu zao za kisheria. Kwa hiyo tumewaachia serikali. Kwa kweli hatukuwa na taarifa yoyote kwamba labda MC Pilipili alikuwa ana ugomvi na mtu. MC Pilipili alikuwa sio mtu mkorofi, hata sisi tuko naye nyumbani, ni mdogo wangu, sio mtu mkorofi, hawezi kupigana na watu, ni mtu hatukuwahi kusikia kama una, una shida kubwa na mtu. Kwayo, kwa hiyo tulijua anakuja Dodoma kwa ajili ya kazi ya harusi kama kazi yake, lakini kilichoendelea hatukujua. Wakati anakuja alikuja na wenzake ama anakuja peke yake? Hapa tu hatuelewe kama anakuja na wenzake, lakini tunavyojua alikuja Dodoma tu, hatukujua alikuja na nani.